Ndiyo maana nasema bwana, chama chetu kitaendelea kuchaguliwa tu. Wakati mwingine ukiasema haya, wanakasirika kweli, asema mzee yule, kwa nini asiende kupumzika basi, ingawa wanasema kafa. Mie mzima, afya yangu nzuri, sina ninapougua